Na Mungu anamwambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli, kilio chao kimenifikia na mateso yao nimeyaona. Nataka nigeuze tu niseme hivi, kilio cha watu wa Ngudu, kilio cha watu wa Mwanza, unanisikia? Kilio cha watanzania kimemfikia nani? Mungu. Kuna mtu hajaelewa. <coughs> Hao watu wanaonekana wako kwenye vifungo na hawajui. Fahamu zao, akili zao zimetiwa giza, shetani anawatesa, shetani anawatumikisha. Lakini ni nani atakayeenda atakayeweza kuwaendea watu hawa, kwa sababu wako chini ya ulinzi mkali. <coughs> Unajua nimekuwa mchungaji miaka mingi. Nilifikiri tu kwamba ni rahisi tu kwenda kuwahubiri watu, kuwaleta kwa Yesu kibu rahisi rahisi. Nataka ni niwahakikishie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana mtu kuokoka, kwa sababu kila mtu amefungwa. Na kinachoanzia kumfunga mtu ni mizimu. Lakini pia mwili huu, kwa sababu ya kutoku kubali miili yetu na mapenzi yake, vikishirikiana na roho chafu, itume mawazo yako, yanaelekea ambapo sio sahihi. Kwa watu wengi wa wamefungwa na hata hawajui kama wamefungwa vizuri, lakini kwa sababu ya kutokujua na kwa sababu ya vifungo vilivyo juu yao, hao watu wanalia kila siku na waumini tupo, lakini mara nyingi tukiwapelekea ujumbe kwenda kuwahubiri hawaamini kama sisi tumetuma na Mungu, na wakati mwingine wakidai mateso walionayo ili tuweze kuwasaidia. Wakati mwingine hatuwezi kuwasaidia, tunawarudisha katika ibada zetu, wanatoka na matatizo yao, hawajafunguliwa siku. Kuna mtu ananielewa hapa? unisikilize vizuri. Musa akiwa na akili tamamu akamuuliza Mungu, unanituma kwa wana wa Israeli na kwa Farao? Farao ataniamini? Fara Farao atanielewa? Wa wana wa Israeli watanikubali? Hayo ndio maswali ya Musa kwa Mungu. Nikawaambie nini? Nenda ukawaambie Mungu wa sana. Unajua naomba mnisikilize. Tunashindwa kuona ukuu wa Mungu kwa sababu hatusikilizi sauti ya, ya Mungu. Hatuwezi kuona ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu kwa sababu hatusikilizi sauti ya nani? Ya Mungu na tunafikiri ya kwamba huyu Mungu atuletee kitu kikubwa kicho tukaende kukitumia kwenye huduma. Pana, Mungu hawezi kukupa kitu kikubwa. Ni hicho ulicho nacho, kitageuka kuwa muujiza mkubwa. Bwana, sijue sifa ya Musa, alikuwa akimsikiliza Mungu na alikuwa akifanya kile ambacho Mungu alikuwa akimwambia akamwambia hiyo fimbo itupe chini. Alipoitupa chini ile fimbo, Biblia inasema, na mahubiri hii mistari tunaisoma sana, ile fimbo ikageuka kuwa nini? Nyoka mkubwa wa kutisha. Biblia inasema ya kwamba Musa akakimbia, akaogopa. Lakini kumbuka ya kwamba ile fimbo ni mali ya Musa. Mungu anaweza kutumia kitu chochote ulicho nacho. Mungu anaweza kutumia pesa yako. Mungu anaweza kutumia chochote ulicho nacho mkononi. Tunachotakiwa kujua -ku -ku -ku -ku -ku -ku ni kuijua ile sauti ya Mungu. Basi Mungu akamwambia Musa, usiogope, chukua ile fimbo. Akaichukua ile fimbo, akaishika, ikabadilika kuwa tena nini? Fimbo. Ishara ya pili, akapiga mkono hapo, kageuka kuwa kwa, kwa mwenye ukoma. Akasema hizi ishara hizi, ukisipeleka mbele ya Farao lazima atakubali atafanya nini? Atakubali. Sasa hebu tusome sura ya saba. Tayari Musa akiwa mbele Mungu, ya Farao, naomba unisikilize nakwenda kumaliza kuhubiri. Naomba sasa unisikilize. Mungu akamtokea Musa tena akamwambia nenda kwa nani? kwa Farao, ukamwambie na Biblia inasema tayari Musa pamoja na Haruni wakaenda mbele ya nani? Ya Farao. Wakiwa wamesimama mbele ya Farao, Farao akawauliza, ni kitu gani mnataka kufanya? Wakasema Mungu ametutuma. Na mnaweza kuonyesha ishara gani au miujiza gani inayoonyesha ya kwamba huyo Mungu amewatuma ninyi? Alafu nisikilize, ni watu dhaifu tu yaani, Musa ametoka kuchunga kondoo. Na huyu Haruni amempitia tu barabarani, haona matayarisho yote. Lakini nisikilize, Farao alikuwa ni mfalme wa Misri wakati huo. Misri ilikuwa ikiwakilisha bara la Afrika. Miaka hiyo Afrika haikujulikana kama Afrika, lakini Farao Aliishi Misri ilikuwa hiyo Afrika. Ilikuwa ikiwakilisha bara la nini? La Afrika. Ni tawala mwenye heshima aliyetawala dunia. Lakini Mungu akatuma watu wawili. Umkisukumo wa Mungu. Yule mwingine ni mchungaji wa kondoo za mtu, analipwa mshahara wa kupewa mke. Spora. Mshahara wa Musa alipewa mke anaitwa nani? Spora. Mungu akamtumia huyu Musa na akatumia fimbo ile ile aliyokuwa akiitumia kuchunga kondoo za mkwewe. Hakuna kitu kingine badala ambacho Mungu alimpa isipokuwa uwezo wa Mungu ukawa ndani ya ile fimbo. Unakutana nani hapa? Unajua Mungu akikupa mamlaka, akikupa uwezo Unaweza ukafanya chote. Mimi sikoje nimemwombea mgonjwa. Nikasema nauma sana, unauma nini nauma tumbo? Nasumuka sana. Nikamwambia hapo ugali umeiva. Ugali kuna uh, chakula chochote pale, hey, eh kipo. Kile tu kile chakula, afu nikiombea kile chakula. Nikakiombea kile chakula, alipokula akapona. Chochote. Ndio maana wakati wa Paulo hata ile nguo aliyokuwa anavaa Paulo ilipotupwa kwa mgonjwa ugonjwa ulifanya nini? Ulisalimu amri. Tukimsikiliza Mungu atatumia chochote ulicho nacho, na uwezo wa Mungu utaonekana kupitia kile kitu. <laughs> Uko ndiko tunakoenda, uko ndiko kanisa linaelekea, pamoja na maneno mengi ya watu walioshindwa. Wakiona miujiza ya Mungu wanaanza kusema huyu ni filimason, huyu anatumia mapepo. Ushindwe kwa jina la Yesu, amen. Miujiza ni ya shetani au ya Mungu?